Tunafurahi sana kukuona hapa katika nafasi ya jamii ya Laaha. Mbele ya kuanza, hakikisha kwamba sote tunadumisha ukaribisho na usalama kwa wote mahali hapa. Unapashwa kujiandikisha ili upate jinsi ya kuposti au kujibu, lakini usiwe na wasiwasi, hatutakuuliza vitambulisho kibinafsi kama vile jina yako. Zaidi ya hayo, unaweza kutumikisha jina la uongo ili ubaki na usalama na bila kutambulishwa. Kama hautaki kujiandikisha, unaweza tu kusoma, ila hautaweza kushiriki. Ukiposti katika forum, usiandike jina yako, majina za marafiki zako au taarifa kuhusu mahali unaishi. Kwa sababu tunataka kukulinda, tafadhali usiandike habari kuhusu unyanyasaji ulioyaishi. Kama ukonapitia katika mambo magumu na unahitaji msaada, piga click kwenye kifungo cha msaada. Hakuna swali ambayo haikuwake na maana au inayojulikana sana. Sote tuko hapa kujifunza na kusaidiana. Nafasi hii ni kwa ajili ya wanawake na wasichana wote. Haijali unatoka wapi au uko na umri gani. Heshima ni muhimu. Jisikie huru kuzungumzia yote yenye unataka, lakini tukuwe na heshima ili kuhakikisha hakuna mtu mwenye anajisikia kuwekwa nje. Kabla ya kuuliza swali mpya, angalia kama mtu ameshaliuliza. Unaweza kupata unachotafuta haraka zaidi namna hiyo. Kama kuna mtu ambaye hajisikii vizuri, usiweke siri. Pana habari kwa kugusa kwenye kifungo cha ripoti. Kumbuka, forum hii siyo eneo tu bali ni jamii. Kwa hiyo, tuongee, tujifunze na tukomaye pamoja kwa upendo na heshima. Kwa heri.